mkao uliokaa umekaa mkao kabisa wa kizimbani. Haya, mm. Sawa, kipaza hicho umenipa zungumza. Majirani toa kwetu sisi ambao hatunaga nyumba zetu, ndio tunapitia changamoto nyingi, baadhi ya majirani jamani ambao tumepanga kwenye nyumba mm. Mm kwake vile. Unapokuwa unafanya kitu jaribu kufikiria kwamba uko na watu wengine Ndio. na sio kwamba kila ambacho utakifanya mwenzako atafurahia, umeona eh? mm. sijui ni kujisahau, sijui ni maksudi, sijui, sijui mimi sababu ni nini, lakini kuna baadhi ya nyumba za kupanga ambazo jamani e-e. majirani mnatukera. unakuta jirani ukiamka asubuhi kila mmoja na muda wake wa kuamka si ndio? Ama kila mmoja na muda wake wa kulala. Hmm. Kuna mwingine analala saa mbili, mwingine saa nne, mwingine saa sita, mwingine saa nane ndio muda wake wa kulala. Sasa kama wewe unaamka saa unalala saa nane, hmm. Kuna mwenzako kalala saa nne, kwa nini raha zako, shida zako ama vitu vyako vifanye kwa ku, yaani kwa sauti ya juu kiasi kwamba unakuja kumkira yule mtu mwingine ambaye amelala. Na shida ni nini? Hata kama sawa unaweza kufikiria ukasema oh sijui nini kodi mnanilipia nyinyi. Eh, unilipi, unilishi ni kweli. E, sawa, lakini kodi kuna wakati. Saidi. Lakini jaribu kuangalia kwamba huu ni usiku watu wamepumzika. E, kuna watu wengine ambao wanaishi kwenye hiyo nyumba unayoishi. Mhm. Mm, yaani ukitambua hayo basi e, huwezi kufanya vitu ambavyo una uhakika kwamba utamkela mwenza. Kwa hiyo jaribu kuvuta pitching kwa ni wewe sasa. Eh, unafanya hivi. Umelala, no, umepumzika. Mwingine ndo anakuja kukupigia kelele kiasi hicho. Hmm. Au tuwaombe baba wenye nyumba na mama wenye nyumba waweke nini, sheria eh? na nini za kuzuia kelele eh, sasa kwa nini tumpe shida mwenye nyumba wakati uwezo wa kucontrol hiyo tunao? Sasa si ndio hivyo? Wengine wako habishi ndugu yangu Asma, yaani hata kama utamwambia hivyo. Ndio maana unakuta majirani wanakaa hivi wanaishi nyumba moja wamepanga lakini hawaongeleshani. Tutarejea hapa baada ya matangazo.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 kuhusiana na baadhi ya hmm, wapangaji wenye tabia ya kuongea kwa sauti, ama mwingine unakuta ndo kwanza usingizi umekolea saa kumi hmm, saa tisa wengine okay, hmm, ndo unasikia wanaanza kucheka yani ndio wanakuharibia usingizi. Saa tisa usiku saa kumi watatu eh, tari washawaamsha wanaanza kulia, wanaanza kucheza, wanawaita wana kwa, kwa sauti yani, ah, I say <laughs> mi kweli yani. Au kuna zile raha jipe mwenyewe, mpaka unaweza ukahama nyumba bila kukusudia yeah. An unajikuta utamani urudi, ama usiku utamani ufike. Jamani, kwa kweli. Ebu, watu tumechoka, kuanzia asubuhi mpaka jioni mm. tumechoshwa na kazi, tunarudi nyumbani tukiamini kwamba kule tunakwenda kupumzika, kumbe kule sasa ndo nakuja kukutana na vitu vingine zaidi. Yaani unajua bora hata ningekesha studio tu. Ndio maana kuna baadhi ya watu <laughs> wengine wanapokwenda ku

Eh, ukijenga hapo ndio kadi ya masharti hayo. Ah, unatafuta nyumba ambao unaweza kuishi wewe mwenyewe. Ah, ah labda sasa hey, iwe nyumba ya na ndio maana kuna watu wengine. Si ni pesa yangu mimi. Wanapanga nyumba yote. Sitaki shida. Eh. Sasa mm, baba mwenye nyumba ama mama mwenye nyumba aweza kawa labda na nyumba ambayo ina milango mitatu. Mm -hmm. Na yote najitegemea ah, kila ah, mlango na chumba na sebule. Ah, wakati mwingine pia wanaojengaga nyumba wao wanaangalia sawa, au unajenga vyumba vingi una, unatamani kuwa na kila mmoja mwekee ngo yake, ngo yake, ngo yake. Ama tusiwapangie. Ah, hapo mchawi labda ni soundproof. <laughs> ya kwenye nyumba hizo za kulala. Sasa <laughs> ni gharama nyingine akishaweka mm, hivyo pia na na na, na, na gharama ya kodi itaongezeka. Au tuseme tu kwa wale ambao mnaishi jamani eneo moja, e, ustaarabu tuishi ni ustaarabu e, kwamba unapofanya kitu hasa kinachohusisha sauti. Mm. Fikiria kwamba kuna mtu mwingine, kuna watu wengine wanaathirika kisaikolojia mm. wanashindwa kuzungumza e. hatusemi tu kwa sababu ili usikosane uskos na majirani. Utakuja kuumwa siku moja mm, nana nani atakuokota? Ndio, na kama unavyofahamu ugeni wa huku kwenye mji unakooa mwenye <laughs> yani moja jirani yasema ajifanye sasa. Sema mimi nimepata jana jirani mpya Ha, e, ni mdada. Mnaendana baadhi ya majirani e. Ni kama kuna ugomvi vile. Watu waongeleshani, ah. Ah, mimi tutaongeleshana. Unakumbuka zile nyumba za, za zamani zile za kupanga zilikuwa kama yani zinakuwa kama wodi. Kama wodi. E. Yani, kuna ka, Tabora Alamu, sana sana hizo ndozi. Vyumba hivi sasa Tababa, zile. Ehe. Ah, zile sio nzuri. Alafu mlango ni mmoja. Mlango. <laughs> <laughs> Sijapenda kuingia kwa <laughs> Kuna korido moja na chumba chake <laughs> kama vile frame. Namba moja, namba mbili, namba tatu na mambini, na na nne. Ah, zile nyumba ehe, sana. Ahe. Vibao vinakuwa saba laba kumi mara mia hiyo. Sasa kuna zile nyingine ni kama elo hivi, yaani ukitoka wanakuona, ukiingia wanakuona. Acha hizo za korido, bora kwamba mlango ni mmoja, ukiingia kila mmoja atafungua mlango wake kata... eh, ndio, sio rahisi sana mtu mwingine jirani yako kujua kwamba umeingia ama hujaingia. Kuna hizo nyingine zinajengwa hivi, mlango wa kwanza wa pili wa tatu wa nne, yaani mnaonana. Kama ni jiko, unatoa kupika unaliweka hapo, jirani mwingine tu analeta hapo sema tunawakumbusha, hata wale ambao wanaishi kwenye nyumba za kupanga. Jamani, ubize nao sio mzuri sana maana, kuna watu wanasahau wana, wana hata kusalimiana kwenye nyumba zao. Ah, jirani ni ndugu yako. kuamsha saa 11 umwamshe, labda jirani habari yako. Hapana ule wakati wa asubuhi si unakuta milala, lakini ukirejea ukimkuta, basi pita atasalimia, nisipomkuta. Maana kuna watu na tabia hivi, ndio wanakuwa bize kisa kanunua kiatu kipya mm-hmm, juzi ama gauni jipya ama sijui nini, makeup ya siku hiyo labda imemkubali. Kuna wengine eti wanakosana milango, eh, wanakosana anaposea mlango wake, anakwenda ugoga kwa mlango wa jirani. Itabidi uandike bango, jamani, hakikisha unazingatia. Nazingatia wakwako au majina tabaandika kambaki. <laughs> <Yeah>. chumba cha Asma cha Mwaluseke. <laughs> hatari kusogea. Sawa, so, sisi tusome ujumbe hapa kabla tujapisha taarifa ya habari majira ya saa sita kamili za mchana. Uh, kijana wa Rex Mashundu kutokea pale za mabawe mloyange anasema uh, kweli mizunguko ya binadamu hailingani, majirani wa hivyo waache tabia hiyo malaki, uhai wa binadamu ni usingizi. Lakini pia mama Warida kutokea pale za Maezi anasema, dada Asma, umegusa penyewe, wape dozi hao. Lakini pia anaitwa Sekanabo jirani kutoka pande za Kumgamba anasema uh, ukweli kabisa, dada Asma na Maruseke wa Kereni huenda uh, watajirekebisha lakini pia Emmanuel mzungu kutokea pande za Kirushia Ngara, hakika Kizimbani ya leo imegusa penyewe kabisa. Kikubwa upangaji wote wajirekebishe, hela ya kodi sio malipo ya nyumba. Umeelewa msemo huo eh? hela ya kodi sio hujanunua ile. Kuna mtu anachukua kila mwisho, anapiga mahesabu akarabati vipi nyumba zake uhum, lakini anaitwa mtendaji original kutokea pande za Chambare kumgamba Ngara, asema waambieni hao watu, maanake wanakera sana hususani mjini. Lakini Shukuru na Tori kutoka Ngundusi, Kizimbani ya leo umegusa Uh, tunashukuru sana, andika ujumbe mmoja msikilizaji. Lakini Cyprian Filipo wa Nyambare Rusaunga Biharamu anasema ni kweli watu kama hao wapo, kikubwa wajirekebisha, lakini pia wapangaji wanaongea usiku wanakera. Anaitwa Degratias Cyprian GB mia moja. Huyu bwana wa Muheza Matopeni, Ernesti Agustini kutokea pande za Mrubanga Nyamagomba Ngara anasema hakika kizimbani ya leo ni dozi tosha, hahitaji kuongezewa sindano ya ziada tunakamilisha kwenye kizimbani siku leo kitu kukumbushe bahati nasibu ya taifa inaendelea. Saa sita kasoro hii. Hakikisha unacheza loto, una shilingi milioni tano unashinda, lakini pia kuna milioni 3 inatoka kila siku na hapa tiketi ni shilingi 2000 tu, kama utashindwa 100 mbaki sokoni, mkwenda pale sokoni, basi cheza tamba na namba. Kuna milioni kumi kabisa ya uhakika, hii inakufanya uweze kushinda na hapa tiketi ni shilingi 100 tu. Watafuta ushindi wa papo kwa hapo basi usijali toboa chapchapo kuna shilingi bilioni mbili, jamani, bilioni mbili, sio milioni mbili, bilioni mbili. Kwa ngua tu, kama ni mkali wa kumechisha, namba zikiendana, tayari, eh. Lakini pia nakukumbusha, kuna gurudumu la Spin for Cash, zungusha shinda. Sasa kwa nini usubiri siku moja wakati leo unaweza ukacheza. Hakikisha una miaka 18 na kuendelea. Lakini pia tunakukumbusha cheza kistaarabu. Bahati nasibu ya taifa inasimamiwa na bodi ya michezo kubahatisha Tanzania Piga nyota 149 nyota 88 la maleri, lakini pia tumia USSD ya mix by Yasi ya Telemani, pamoja na Mpesa, na nambari ya bure ya kuweza kuuliza kama utakuwa na changamoto ni 0800782233 amini, cheza na ushinde. Mimi naitwa David Waruseke, mimi naitwa Asma, saa 6